Mheshimiwa spika, waheshimiwa wabunge. Naomba kwa namna ya pekee niwashukuru viongozi wakuu wa nchi yetu waliotangulia kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya nchi yetu. Natambua mchango wa waasisi wa taifa letu, Mwalimu Julius Nyerere, Mzee Karume kwa kujenga misingi imara ya umoja, mshikamano na amani ya nchi yetu. Mzee Mwinyi, kwa jina lingine anaitwa Mzee Ruksa, kwa kuleta, kwa kuleta mabadiliko ya kiuchumi na kisiasa na kuijenga misingi yake, Mzee Mkapa au lingine Mzee wa ukweli na uwazi, kwa kupanua na kuimarisha misingi ya uchumi na siasa ya nchi yetu, na Mzee Kikwete ambaye ni Mzee wa maisha bora kwa kuendeleza misingi hiyo na kupanua falsafa fursa mbalimbali kwa wananchi kujiletea maendeleo yao, wamefanya kazi kubwa. Nawashukuru sana na ninawatakia uzee mwema, maisha marefu ili tuzidi kuchuma busara zao. Mheshimiwa Spika, tumeingia kwenye uchaguzi wamoja, tumeshindana katika kampeni tukiwa wamoja na tumemaliza uchaguzi wetu tukiwa wamoja. Nataka niwahakikishie waheshimiwa wabunge na Watanzania kwa ujumla kwamba serikali ya awamu ya tano itaendelea kulinda kwa nguvu na uwezo wote tunu hizi za umoja wa amani. Hatutakuwa na simire kwa mtu au kikundi chochote ambacho kitataka kuvuruga umoja na amani yetu kwa misingi ya udini kwa misingi ya rangi, kwa misingi ya ukabila, wow, au kwa misingi ya vyama au ukanda. Mheshimiwa Spika, wakati wa kampeni yako maeneo yaliyojitokeza kwa kulalamikiwa sana na wananchi, ningependa niyataje baadhi ya maeneo yaliyolalamikiwa. Maeneo hayo ambalo kubwa sana ni rushwa. Suala la rushwa limelalamikiwa sana takribani katika maeneo yote yanayowagusa wananchi. Eneo lingine lililolalamikiwa liko ndani ya Tamisemi, upotevu wa mata, wa mapato, kushindwa kukusanya kodi, ubadhirifu, matumizi mabaya ya fedha na utekelezaji wa baadhi ya miradi chini ya viwango, wizi, uzembe na kadhalika. Eneo lingine liliyolalamikiwa na wananchi wakati tukizunguka, wakati tukiomba kura, na ninyi ni mashahidi waheshimiwa wabunge, ni ardhi, kuhusu migogoro ya wakulima na wafugaji, viwanja, kuhodhi maeneo bila ya kuendeleza, mipango miji, kujenga maeneo ya wazi na kadhalika. Eneo lingine liliyojitokeza kulalamikiwa ni eneo la bandari: rushwa, wizi, ubadhirifu na urasimu. Ninataka niyataje haya maeneo yote, ili sisi wote tuondoke tukijua kwamba haya ni maeneo ambayo yalalamikiwa, ili tukishatoka hapa, tukafanye kazi kwa pamoja kutatua malalamiko haya. Eneo lingine lililojitokeza kulalamikiwa sana na wananchi ni matatizo ya maji, kiwango cha chini cha upatikanaji wa maji safi na salama lakini huduma za maji kupatikana mbali na makazi na kadhalika. Eneo lingine ni TRA: ukwepaji kodi, rushwa, ubadhirifu, urasimu na upotevu wa mapato kwa kushindwa kukusanya kodi, hasa kodi zinazotakiwa kulipwa na wafanyabiashara wakubwa. Eneo lingine ni TANESCO katika TANESCO pamekuwa na swala la kukatika katika kwa umeme mara kwa mara na uwepo umeme wa mgao, hilo nalo limelalamikiwa na wananchi wetu. Eneo lingine ni maliasili na utalii. Pamekuwa na ujangili ambao lazima idara husika inashiriki. Haiwezekani meno ya tembo makubwa kiasi hicho yakashikiwe uraya yamepita hapa bila wahusika wa idara yenyewe kuhusika kwa aina moja au nyingine. Lakini pia kuna migogoro ya mipaka kati ya vijiji na hifadhi na upotevu wa mapato na kadhalika. Lakini mengine yaliyolalamikiwa na wananchi wetu ni huduma za afya, maana ya hospitali huduma kuwa mbali na wahitaji, ukosefu wa madawa, hujuma kwenye vifaa vya vipimo, msongamano wa wagonjwa na tozo zisizostahili, lugha mbaya za watumishi kwa wagonjwa, uhaba wa majengo, uhaba wa vitendea kazi, rasilimali watu na fedha, na kushindwa kukusanya mapato yanayowahusu na kadhalika. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge, inanibidi haya yote ni yataje ili tujue tunaanzia wapi na tunaenda wapi. Nisipoyataja nitakuwa mnafiki, na mimi sitaki niwe mnafiki, kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Swala lingine linalolalamikiwa ni uhamiaji na ajira, kutoa ovyo hati za uraia vibali vya kuishi nchini kwa wageni, kushindwa kusimamia ajira za wageni, hususan kwa kazi zinazoweza kufanywa na wazawa na kadhalika. Suala la elimu nalo limelalamikiwa kwa kuwa na uhaba wa vifaa vya kujifunzia na kufundishia, michango mingi isiyo ya lazima, malalamiko ya walimu yasiyoisha mazingira ya kusomea ikiwa ni pamoja na majengo, madawati, ukosefu wa nyumba za walimu na kadhalika. Eneo lingine ambalo limelalamikiwa, polisi. Malalamiko ya wananchi kubambikwa kesi, upendeleo, madai ya askari kutotimizwa, ukosefu wa nyumba za maaskari, ukosefu wa vitendea kazi vya kisasa na kadhalika hili pia linaendana na zimamoto, kuchelewa kufika kwenye matukio na saa nyingine wanapofika kwenye matukio, wanafika wanatakiwa wafike na maji, lakini hata maji hawana na wako kwenye tukio. Eneo lingine ni mizani, kucheleweshwa kwa magari yanayosafiri katika mizani yetu kwa malengo ya kupata rushwa. Mahakama, natambua jitihada za mahakama katika kushughulikia swala la mlundikano wa kesi. Hata hivyo bado kumekuwa na malalamiko mengi juu ya ucheleweshaji wa kesi katika mahakama zetu. Swala la madini nalo limelalamikiwa: wenyeji kutofaidika, vilio vya wachimbaji wadogo wadogo, kutengewa maeneo ya uchimbaji na kupatiwa mikopo, kutolipa kodi stahiki, usumbufu wa kulipa fidia na kadhalika. Eneo lingine ni kilimo na mifugo: uhaba wa pembejeo za mifugo na kilimo, tatizo la masoko, kukopwa mazao ya wakulima, ukosefu wa wataalamu wa ugani, upungufu wa maghala, mabwawa, malambo majasho, majosho na kadhalika. Eneo la uvuvi napo ni vifaa duni na masoko, uvuvi haramu, uwekezaji mdogo katika sekta ya uvuvi, hususan viwanda vya mazao ya uvuvi na kadhalika na hasa katika ukanda wa bahari, kwa sababu katika ukanda wa bahari ukianzia Moa kule Tanga hadi Msimbati kule Mtwara, kuna zaidi ya kilomita 1,422, lakini katika eneo lote lile la ukanda hakuna viwanda vikubwa vya samaki ambavyo vingeweza kuzalisha uchumi katika nchi yetu. Eneo lingine ni reli: uchakavu wa miundombinu ya nchi kutokuwepo kwa usafiri wa uhakika wa reli, upungufu wa bandari kavu, mizigo mingi kusafirishwa kwa barabara na kadhalika. Eneo lingine ni ATC, shirika la ndege lipo, wafanyakazi wapo zaidi ya mia mbili na wanalipwa mishahara, ila ndege ni moja tu wanayohangaika nayo. Swala lingine ni katika makundi maalum, haki za wazee, walemavu, wanawake na watoto zimekuwa zikikiukwa, lakini pia wafanyakazi, wasanii na wanamichezo, mzigo wa kodi kwa wafanyakazi, haki na masilahi yao na kadhalika. Kero hizi ni lazima tuzishughulikie kwa nguvu zetu zote.